Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu, anazungusha tu, kukabidhi akabidhi yule mama, ameshazunguka, anazunguka, anazungushwa akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku saba, awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Tutaendelea kusimamia ili muweze kufanya kazi kwa uhuru na muweze kupiga hatua za kimaendeleo tutaendelea kuyasimamia. Msisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi, fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita iki huko, njoni hata kwenye wizara, njoni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mfano huu ulioonyesha. Nimeshapita na maeneo mengine hiki ndicho Dkt Samia anachotaka, viongozi waende kusimamia na kushughulikia, waende kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri na naelekeza na kwingine kote, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waandikie na kwingine kote, wafanye namna hiyo na wachukue hatua. Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka elfu mbili na tisa imeishapita miaka karibu, karibu kumi. Akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kaweka na kibanda. Walipoenda kwenye kwenye, kwenye mabaraza ya ardhi ya kata yule mtu akashindwa kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii anazungusha tu anazungusha tu, kukabidhi akabidhi yule mama. Ameshazunguka, anazunguka, anazungushwa akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namwelekeza ndani ya siku saba awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake Ndani ya siku saba awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una, una, una mali una fedha unang'ang'ania tu. Hatuwezi tukaruhusu utaratibu wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku saba, hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule nenda, kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo. Na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu, hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa, kwa, kwa, hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi, tukawepa, tukafanya wanao pora, wanao, hatuwezi tukafanya ustarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea, wanapora haki zao, hatuwezi tukafanya hivyo, na nimesemea wale ambao wanajua wamepora haki za wenzao, iwe ardhi ama kwenye kwenye kwenye kwenye mitaji na yale mengine, nitapita maeneo yote yale na kuonesha kwenye haya. Hatutanii, huu si mzaha sukairusu kwa hiyo ka nitakupa hilo jina, huyo apokee lile tangazo, ndani ya siku saba haondoe video. Wewe wewe utakachofanya, usimbembeleze wewe. Nenda kaoneshwe hilo eneo, hesabu eh, siku saba, isizidi hata dakika. Nenda kabomoni, alafu mrudishie yule. Kama yeye ni mbabe, afanye sasa ubabe huo dhidi ya serikali. Hilo jambo limeshatoka kwa yule mama, sasa liko serikalini, autukakaa kuwekaweka na mimi niwaambieni, nilisema na siku ile Madam, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano, na mimi ndo amenituma kusimamia hizi shughuli. Msikae kimya na mtu anayewaonea huko.